Weki, bwana we. E we, sisema ndo atakaikuwa we. Sasa mbona uko hapa? Hata mi najua, basi nashangaga ning'ang'ania we, utakufa we. Sasa mi nifanyeje? Mi nimetoka kukimbia huko kwa, kwa yule mtoto mtabiri yule ko, na mimi nikimbie kimbia, tena kimbia kwa mwendo mkali, lasi hivyo utakufa Umesema atakufa? Ah, m -m -m. Mi najaribu tu kumwambia, najaribu kwani. Anaumwa ndio huyo, anaumwa huyu. Halafu takwenda hospitali ii. Atikeli na, na, na akili wewe, hmm? Kumekucha. Kumbe ndo hivi nenda, hospitali. ni yule pale, sio mimi, ni yule ama? <sighs> Halo, vipi basi, kuna kitu kinatukutanisha, tuwe pamoja, nilipie basi Tuwe pamoja kwani, wewe hutaki? Ah, hapana hapana, nataka nilipie basi, nikupeleke. Kuna sehemu wanapika chakula kizuri, tukale wote pamoja. Mungu wangu, nikitumia ukali kuondoka, hata unasema. <laughs> a -a. kuna sehemu amedondoka maua

Mimi nitakuongezea ufahamu. Saa kipenzi, njo nkumbatie. Basi wewe, nikumbatie. kwa mara ya kwanza leo nimeshindwa kumwibia mtu <sighs> lakini amenilipia nauli, hii imekaa poa. We ki bwana mpumbavu sana, ujue, inawezekana ikawa kweli. Yaani, unajua kabisa yule mtu ndio walitabiriwa kwamba atakuwa, halafu na nyumbani kwake unang'ang'ania kukaa palepale, wesiatafuta kufa. So hivyo, ndugu yangu, yaani hata sielewi, kila nikitaka kuondoka najiona mzito, si sijui ana dawa yule. Wewe, nguvu ya kifo inakuvuta, nguvu ya kifo tena tena inaonekana utaanza kufa kabla tu sisi ah, Boka siseme hivyo bwana. Sasa unashindwa kujilinda. Mimi nilimkimbia yule mtoto alivyoniita njoo, nikamwambia siji ng'o, na ukinisogelea na kukata ulimi, akaogopa. We weka kaka, ulianisaidia? <coughs> <coughs> Ha? wewe tena sijakupa asante jamani Usijali, jamani, ni asante tu, asante sana. Naamini nitakutana tena mimi na wewe, wewe na mimi, ni mara vidavyo, au? Ulishika kitu ambacho harufu yake uwe inanivuta sana. Safi sana, naamini tutakutana tena mimi na wewe, wewe na mimi, kwa eliensa ana mwitaensa Eh. Eh, lasilishika mkono ni jamani no. Mimi jasiri, wewe na hivi ninavyokuambia, na mpango kanyongelea mbali kale katoto, ili utabiri wake uwe batili. Inawezekana kibwana, sisi binadamu tupewa akili ya kugeuza leo kuwa kesho. Katoto kama kale katushinde, mimi na wewe sitakuwa miujiza hiyo kubadilisha leo kuwa kesho Kawazikani tena kibwana, kwa tutakaa kusubiri vifo vyetu. Kuna maana gani ya kufanya utabiri sasa? Lazima tuchukue hatua ili kubadilisha kila kinachotunyima amani. Hmm, tunatakiwa tupange mpango afu uje. Uko wapi? Yaani pesa sina, simu nayo pia. Yule ndiye mwizi mgalishi na nisikia. Mungu wangu, jamani! Wewe kaka, wewe, njoo nipe yangu! Unaondoka bila kulipa yangu? wewe wewe wewe nikidakwa tu kiberiti. Uh, uh, sinikaa anakimbiza kifo changu, lakini anakimbiza kifo chake. Yaani mpaka nauli zote ah, ameniibia wewe! Wewe simama simama, kabla sijakuua nipela yangu! Yaani wewe unakula una na kukakimbiwa na demu wako unakata kulipa hela yangu, unakimbia? Yes. si umeona kaiba yule mwanamke, lakini hiyo hainihusu. Nimekwambia nataka hela yangu hapa. Utalipa kwa damu au utalipa kwa jasho la damu, ni juu yako. Nilipe hela yangu, umesikia? kachukua yule mwanamke. Ala, twende Nisaidia pale. Umekula chakula changu, umetapeliwa na demu wako, umeondoka bila kunilipa. Sasa mimi si nimeibiwa? Utalipa <laughs> <Ucharipa> kwa <bako> damu <nanu. laughs> twende. Alafu hmm. angemshika hivi. Alafu kweli hatujamwona muda mrefu, ujue isije kama ndo ashatutoka. Ah, usiseme hivyo bwana, sisi bado tunapendana. Alafu kwa nini unaongea maneno makali hivyo? Ufanye mpango tumtafute, sawa? Danazila, mbona mapema leo oh? Biashara yeah, ni ngumu sana yana mdogo wangu. Tatizo wewe ukiamka safari, ukirudi kulala. Watu baki wanakuja hapa, nawafanyia mandingo, wanaenda kutajirika huko, au ndio hivyo, kwenye miti hakuna wajenzi sasa. <laughs> Ha. <laughs> <laughs> Unachofani cheki ni kitu gani hapa, kuambia biashara ni mbovu, badala ya kunisaidia, ndio kwanza unanicheka. Biashara mbovu? umeitaka mwenyewe dada Nazila, yaani unaata chakula shambani, unaenda kutafuta mtaani, ni akili hiyo kabisa. <laughs> Yana mdogo wangu, unanitukana. Hiyo tafsiri wanataka kuileta. So rafiki kwa muda huu, jenga kwanza walivyokasirika Samani. Subiri kwanza. Samani ya nini? Hujaumia? Tausi aliyetoa kwenye pala nyumba yangu. Anaondokaje bila kula nafaka zangu? Nafaka zako? Nchi ambayo haina kiongozi, unapokaribishwa ikulu, huna budi kupandisha bendera yako mrembo. Nipandisha bendera yangu eh? Naitwa Kibwana. Si unaitwa nani? Ukiniita mrembo inatosha. Ila ilikuwa ni ajali tu. Ina maana nalazimika kulipia tukio la ajali? Kwa kukusikiliza, kuna faida utapata. Kama mmoja atapata faida, basi mwingine atapata hasara, si ndio hivyo?